Tupo kuhabarisha umma, nifanya ziara, nilikagua maghala ya nafaka yanayomilikiwa na wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA kanda ya Songea, lakini pia nilikuwa Dar es Salaam nilikagua ghala lililopo Dar es Salaam. Akiba ya chakula iliyopo nchini iendelee kudhibitiwa. Nilimwagiza mkurugenzi mkuu wahakikishe akiba ya mahindi iliyopo iendelee kutunzwa hadi msimu ujao wa kilimo. Ilitoa tamko hilo kutokana na hatari ya upungufu wa chakula inayoweza kujitokeza kutokana kwamba katika maeneo mengi nchini hayajaanza kupata mvua, kwa hiyo kunaweza kujitokeza kutopata chakula kingi msimu ujao wa mavuno. Kwani budi sasa kwa Ruvuma, chakula hicho kiendelee kuhifadhiwa. Ni miongoni mwa mikoa ambayo tunaitegemea kwa kuwa na chakula kingi. Maeneo mengi nimepita, wananchi bado wana akiba ya chakula. Ni muhimu sasa chakula hicho kikahifadhiwa vizuri, ili kuweza kujihakikishia kuwa na idadi mzuri, kiasi kikubwa cha chakula kufikia msimu msimu ujao. Na kwa kuwa mvua sasa zimeanza kuonyesha dalili kwamba zinaweza kunyesha, uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya kwa pamoja tuendelee kuhamasisha Watanzania, wananchi kulima pindi mvua zitakapoanza na nawashauri kulima mazao ya muda mfupi ili yaweze kwenda na kalenda ya mvua, kama watu wa hali ya hewa wataendelea kutuambia kwamba mvua zitakuwa za muda mrefu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, simamia utekelezaji wa maelekezo haya kwa sababu tunahitaji pia kupata chakula cha kutosha. Halikadhalika wakuu wa wilaya na wakurugenzi, toeni elimu kwa wananchi juu ya utunzaji wa akiba ya chakula kilichopo. Simamieni na kudhibiti matumizi ya hovyo ya chakula kwa lengo la kulinda chakula tulichonacho. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma.